Siku ya leo kwa majina naitwa Victor Nsante, nimetokea Mwanza kwa kuja kuunguza ndugu yangu yako kusoma chuo cha szi. Alipata changamoto ya kuchanganyikiwa na kupata kichaa, lakini toka nimefika alikuwa anaendelea na matibabu, lakini hakuwa amekaa vizuri. Wakati huo anaendelea na matibabu na kutumia dawa asiuaytilia maraau kwa ajili ya kupata msaada waoge yao ilifika kanisani hapa matwezi matwezi na hali yake ilikuwa ni mbaya. Hatuwezi kusikilizana, hatuwezi kuongeleshana, anaongea vitu wapeleweki, akimuuliza na kujibu vitu wapeleweki. Lakini namshukuru sana Mungu kwa mara ya kwanza toka na poka niliona muujiza wa papo kwa